Watanzania wenzangu, nyiwe ni mashahidi. Sizumzii Lindi tu. Kwanza nataka niwaambie kitaifa. Nchi yetu imefanya vizuri sana. Tumefanya vizuri kwa sababu serikali yetu inayoundwa na Chama cha Mapinduzi imefanikiwa mno kuwahudumia Watanzania kwa kuwapelekea huduma kwenye mambo muhimu ambayo yanawagusa kila siku kwenye maisha yao. Elimu, afya, maji, umeme, kilimo, uwezeshaji na kila ambacho mwananchi akiamka kinamgusa. Serikali hii ilikuwa ni kwenye mkakati wake Chama cha Mapinduzi, na nyie ni mashahidi. Kila anapofika mgombea wetu wa Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, wanapopata nafasi ya kuzungumza wanaogombea nafasi hiyo, na hata waliogombea hawakupata nafasi ya kupeperusha bendera, wameeleza bayana miradi iliyojengwa kwenye maeneo yetu. Hata leo mmesikia hapa wabunge na upeperusha bendera, na hata kama tungemleta mbunge aliyemaliza muda hapa, mheshimiwa Hamida angeeleza namna serikali hii ya chama cha mapinduzi ilivyofanya kazi vizuri kwa kuwahudumia wanalindi. Nataka niwaambie tuna sababu zote za sisi wa Tanzania kumpigia kura Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, kuwapigia kura wabunge kwenye maeneo yetu, kuwapigia kura madiwani wetu, ili muunganiko huu ulete umoja wa kutambua changamoto na kuzitekeleza kwa wakati na leo nimefurahi sana kupokea ndugu zetu wana lindi waliokuwa upande ule. Katika kipindi chao chote, wamekuwa wakijifunza namna Chama cha Mapinduzi na serikali yake kinavyofanya kazi. Wamefika mahali wamekiri kwamba Tanzania hakuna chama mbadala. CCM oye! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Ndugu wa Tanzania na wana Lindi huko kitaifa mmeshasikia sana, sikusudii kurudia. Hata miradi ya hapa mjini sitaki kuzungumza tena, Mheshimiwa Utali, mgombea wetu wa nafasi ya ubunge, ameeleza miradi yote. Nataka niwaambie wanalindi, nyie wanalindi mjini, mna sababu zote za kumpigia kura Mheshimiwa Dokta Samia Suluhu Hassan. Nayasema haya kwa sababu yale maeneo yote ambayo ni matamanio yenu yale maeneo yote ambayo sisi wana Lindi pamoja na wilaya nyingine tunatamani tuone miradi hiyo yote iko kwenye ilani hii ya Chama cha Mapinduzi. Sisi moye kidumu Chama cha Mapinduzi! Ilani ndiyo mwongozo wa chama Ilani huwa inaweka mwongozo wa utangulizi wa namna itakavyofanya kazi kwenye maeneo muhimu. Mimi ni mwana Lindi, nyiye ni wazee wangu, nyiye ni dada zangu, nyiye ni kaka zangu na vijana wote ambao ni wadogo zangu. Ilani hii inakuja kutukomboa na kufungua milango ya mkoa wetu, lakini pia nyiye na Lindi manispaa, Lindi manispaa ndiko ambako mradi mkubwa wa LNG utakuja kutekelezwa. Na mradi huu, pamoja na mazungumzo yote kwenye utekelezaji, ni mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kauweka kwenye utekelezaji.